Katika hafla hii inayosindikiza matukio ya mfungo kwa imani zote, ii dini ya Kiislamu, lakini pia ndiyo kwa ya Kikristo. Huu ndio utamaduni wetu wa jeshi la polisi Tanzania, tukiingia kwenye itifaki za mafunzo na hata katika utekelezaji wa majukumu yetu ya kutimiza dhima na madhumuni ya Jeshi la Polisi Tanzania ambayo ni kulinda maisha wa she, Omare, ya watu na mali zao. Huwa hakuna kipengele Shehe Omari, kuulizana habari ya kabila na imani ya mtu yoyote. Huwa tunakwenda kwa pamoja kwa section, tukitoka kwa section tunakwenda kwa platuni, tukitoka platuni tunaenda kwa kompania, na majukumu yetu yanakwenda kwa pamoja. Kwa hiyo tuliona ni pema kufanya hivi lakini Shemari, kama mnafahamu, pia mimi ni kiongozi katika kamati ya amani na jumuiya ya maendeleo ya Tanzania ambako mimi ni mmoja kati ya wadhamini wa bodi ya kamati hizo, nako tuna tabia ya kukaa hivi. Kwa hiyo sisi ni ndugu, ni lazima tukae hivi, lakini pia tuliona kifote baraka kwa wenzetu wanaomaliza ili wakimaliza basi waone pia kwamba chuo kilikuwa kinadhamini mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Wengine wataendelea kumalizia yugo yao, na sheye tumekuwa na utamaduni pia wa kuwangalia mtake tangu mwezi ulipoanza na mpaka utakapomalizika. Kwa hiyo tuendelee kuienzi amani hii, tuendelee kuilinda, tuendelee kudhamini utanzania wetu na mwisho nimalizie kwamba mwaka huu ni mwaka uchaguzi, wa uchaguzi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waheshimiwa wa Bunge wa, wa na madiwani. Ni waombeni sana, sisi tuna kazi ya kulinda ili kuhakikisha kwamba wananchi wote wanaenda kutimiza haki yao ya kikatiba ya kuwachagua viongozi wanaowataka lakini ninachokisema ni kwamba tuna haki ya pili sisi wenyewe kama sehemu wa ya Watanzania ya kwenda kupiga kura kuwachagua viongozi wetu wa ngazi hizo tano kuwapata viongozi wa kuchaguliwa. Yani, wee umechaguliwa na watu wengine, unakosa kujivunia matunda ya kiongozi aliyoko mbele yako. Lakini kama ulienda kupiga kura na kura hiyo ikamleta kiongozi wa kitaifa ambaye anaendeleza maono ya serikali zote zilizopita, unakuwa na furaha zaidi kwamba huyu ni rais wangu, kura yangu ndiyo imemweka madarakani. Lakini huyu ni mbunge wangu, ni mbunge ambaye kura yangu ndiyo imemsimamisha kuendeleza jimbo ambalo unatokea ambalo unafanyia kazi. lakini Huyu mheshimiwa diwani wa kata yangu ni mimi, nimemweka madarakani. Yaani ile unavyojisikia kupata huduma hizo ina thamani kuliko umechaguliwa na mtu mwingine.